Ni bahati mbaya kwa mujibu wanasema kwamba m ya bandari yetu imepewa mkataba kampuni ya ni bahati mbaya kwa mujibu ya Trade Maritime wanasema kwamba 2 ya bandari yetu imepewa mkataba kampuni ya endani International Ports Holding AIPH, mkataba ambayo kitaalamu inaitwa concession agreement, concession agreement ya miaka thelathini. Sasa sijawahi kuona hii mkataba serikali yetu ikikuwa inatuambia kama ipo, na sijajua hiyo jambo na lazima hapa iko na ufisadi mkubwa haijawahi kutokea, kwa sababu hii ni terminal muhimu kuliko terminal yeyote ile Uh, ambayo ilikuwa inatakiwa ikuwe chini ya usimamizi ya moja kwa moja ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na hii ndio jambo ambayo kuna hutuba uh, bado peke yangu sijafanikiwa kuirejesha eh, uh, rais aliyekuwa imekufa ya Tanzania John Pombe Joseph Magufuli alikuwa eh, uh, anasisitiza sana jambo hili. Kwa sababu ndugu yangu, nimesema kitu terminal 2 na nikasema city 2 na nikasema kitu Uh, 1 million TEU mnaweza msikue mnafahamu nini. Kaiyo, naomba kuchambua kidogo. Terminal 2 yetu ina uwezo ya 1 million TEU, maana yake, maana yake, 1 million, 1 million unit of cargo capacity. 1 million unit of capacity of cargo capacity amepewa Bwana Adani, amepewa Bwana Adani, maana yake, maana yake ukisema kwamba Uh, iko na 1 million unit of cargo capacity, maana yake ina uwezo wa kushika TEU 20 feet shipping container zaidi ya milioni. Kwa hiyo eneo jambo hiyo, ndugu yangu, amepewa mgeni kwa kwa mkataba ya miaka 30, kwa mujibu ya taarifa ambayo rasmi ipo kwa maritime kwa maritime, ambayo ningependa peke zenu muende mkaisome, kwa taarifa ambayo ipo kwa Sea Trade Maritime. Sasa tutaparalyze serikali pale, tupekezenu nyote mutakubali tuingie kwa maandamano na tukazuie tena kwa bandari yetu, si kwa siku nne ambayo hii mahasara ya mabilioni imepata. Tutazuia sasa mpaka pale tu matakwa yetu waandamanaji yatakapokuwa yamesikilizwa na kufuatwa, papo hapo ndipo tutaondoa magodoro zetu kwa, kwa, kwa njia ya kuingilia na ya kutokea kwa bandari yetu ya Tanzania. Sasa ndugu yangu, bandari ya Tanzania eh, ya Dar es Salaam ipo na umuhimu mkubwa sana tu ichukue wenyewe wananchi kwa sasa, kwa njia ya maandamano ya amani isiyokuwa na kikomo. Tutaandamana pale usiku na mchana, tutalala pale kuhakikisha kwamba hakuna mtu yeyote, hakuna biashara yeyote, hakuna kampani yoyote ina operate pale mpaka pale tu sisi peke zetu tutasikilizwa nini ile tunataka. Na bwana Andani International Ports Holding, kama hii mkataba zake itakuwa iko na mambo machafu, tuko tayari kuvunja hii mkataba. Pale tunapata serikali yetu, na atatuambia ni nani ambaye amempea hii miaka thalathini ya concession agreement, yeye peke zake atatuambia, na kwa makubaliano gani, na kwa nini ikabidi ikuwe hivyo. Sasa ile hasara ambayo wamepata ndugu yangu ni jambo ambayo sisi tunatakiwa tuifurahie. Kwa nini? Kwa sababu, kwa sababu unaweza ukahisi kwamba kwa wanavyojitetea kwamba kwa nini wewe unataka hii mahasara ikuwe inakuja kwa nchi yetu, hutaki hii hela tutumie tununue madawa na tununue mabarabara? Hapana, pesa hii ndugu yangu, mkumbuke kwamba inaenda kununuliwa maji ya Fiji pamoja na watu za Ikulu wanakula caviar. Beluga caviar. Mayai ya caviar, mayai ghali tangu dunia ikuwa, hii ambayo tunaishi katika mayai ghali na chakula ghali dunia nzima. Ndio hiyo mayai inaitwa ya caviar, haiuzi kwa tray, inauzwa kwa gram, inauzwa kwa kijiko. Ile kijiko moja ambayo anakula ni dola elfu kumi. Tafadhali ndugu yangu, usikuwa unatosheka na maneno zangu, ingie Google, andika, andika beluga caviar. Gramu mia tano ni hela ngapi? Usiamini maneno zangu peke yangu, nenda kajifunze, ufunuke akili. Sasa kwa kuokoa hii mapesa yetu isikuwa inaenda kununua kavier na maji ya Fiji, tutaandamana na kuzuia operesheni yote ya bandari, na tayari vile nimewambia kwamba nimeshawasiliana eh, nimesha wasiliana na bwana Marcus Hand kumwambia kwamba achapishe hiyo taarifa na kuambia kwamba kwa sasa hakuna operation, hakuna biashara yeyote ile za mameli makubwa ambazo zitaweza kuingia kuanzia tarehe tisa. Na kama yeyote ile tu imeingia itashindwa kutoka, itaganda pale. Sasa ndugu yangu, nitachukua break tena, tukue tunajadili tukue eh, tuna tunajadili na taarifa hii ya pili ambayo eh, nimeiweka kwa meza kabla hatujaingia kwa taarifa nyingine tupandishe watu kadri vile tunaweza, tupie maoni. Tuko pamoja na, na Mwenyezi Mungu atupee busara na nidhamu na heshima wakati tunazungumza. Asante sana. Ok, okay, nadhani mnasikia, nadhani mmemsikia Bili. <coughs> mmemsikia.